Naomba nizungumze maneno machache napomalizia. La kwanza, napenda kuwashukuru sana. Ninaamini bado mna kiu ya kuzungumza, lakini kama nilivyotangulia kusema, kwa maslahi ya muda, tunaweza tusipate muda kila mtu aweze kuzungumza, lakini hiki ambacho nimekifanya hapa na viongozi walioko hapa wanaona jinsi ambavyo wananchi wanatamani kuongea kwa sababu hawapati nafasi ya kuongea. Ninaomba viongozi wa wilaya ya Kyela, tuandae utaratibu tuwasikilize wananchi, tusikilize changamoto zao. Naelewa, naomba tusikilizane. Basi, sawa, naomba nisikilizane Naomba tusikilizane, naomba utulivu, utulivu, utulivu, utulivu kidogo. Nina, nina, nina, ninasikia sauti yenu mnachosema, lakini ndio dhamira ya mimi kuja hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Maana yake ni kwamba tumegundua jambo kwamba wananchi hawapewi taarifa kwa wakati, hawapewi nafasi ya kutoa madukuduku yao, hawapewi nafasi ya kutoa ushauri, na utaratibu wa kiserikali unataka sisi tufanye hivyo. Kwa hiyo natambua na nteleza baadaye njia ambazo tutazitumia. Kwao cha kwanza ni sema niwashukuru sana. Najua mmetumia muda wenu kunisikiliza na mimi nimewasikiliza, lakini mmejitokeza; mngeweza kukataa hata kunisikiliza. Lakini kwa kuja kwenu mmeniheshimisha mimi na mmemheshimisha Mheshimiwa Rais, na najua ataona hiki kilichotokea leo, atafurahi na najua kuna kitu atafanya cha kipekee sana kwa ajili ya wananchi wake. Lakini jambo la pili, wizara yetu kuna mambo ambayo tumekusudia kuyafanya na kuyahimiza kwa kila mtu anayeshughulika na masuala ya vijana, jambo la kwanza tunataka masuala ya vijana yashughulikiwe kwa kasi pale yanapojitokeza. Ndiyo maana unaona mambo yaliyojitokeza hapa yanahitaji majadiliano, yanahitaji uamuzi, nimejaribu kuyafanya kwa haraka. Kwa hiyo hivyo hivyo kwa ngazi zingine, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, watendaji wa kata, mpaka kule mitaa, jambo lolote linapokuja katika ofisi yako hakikisha umelitatua kwa haraka ili kuepuka migogoro, manunguniko na watu kukaa na vitu kwa muda mrefu. Lakini jambo la pili, falsafa yetu katika hii wizara, viongozi lazima wafikike, viongozi lazima wafikike. Kila kiongozi, nafasi uliyopewa, umepewa kwa niaba ya wananchi. Ndio maana na mimi leo nimekuja kuwasikiliza hapa. Kwa hiyo viongozi watoke ofisini wa wafuate kule waliko. Katika ziara hizi niliwaambia kila nilipopita, sitaki watu waje ukumbini, mniletee watu ukumbini, kwa sababu wangekuja ukumbini wangechaguliwa wakuja, na wangeniambia wange yale tu ambayo wanataka kuyasikia. Nikasema nitaenda sokoni, nitaenda stendi, nitaenda wanapovua wavuvi, na mikutano yangu yote nimeifanya maeneo kama haya na nimeona faida yake, kwa sababu nakutana na mambo ambayo pengine nisingeweza kuyasikia au kuyajua na hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Rais amenituma kuwafanya, wasio na sauti wapate sauti, wasio kuwa na sehemu ya kuongea wapate sehemu ya kuongea kuongea, wapate ambao wanaambiwa kaa kimya waweze kusikika sauti yao. Na niwapongeze kwa sababu mmeongea kwa ujasiri na mmezungumza mambo yenu na mimi nimeafurahia sana. Lakini jambo la mwisho katika wizara hii tutakalolizingatia ni matumizi ya teknolojia. Katika muda mfupi ujao, kama wizara tutatengeneza utaratibu ambao kila kijana wa nchi hii anaweza kutumia simu yake kutuletea taarifa wizarani, ili kama kuna jambo aliko sawa utatuma taarifa wizarani, mimi nitaipata, watendaji wangu wataipata, tutaifuatilia ili yule ambaye anakwamisha tumjue mapema, kwa sababu falsafa yetu na kanuni yetu ni kwamba anayekwamisha maendeleo ya vijana na yeye tunatakiwa tumkwamishe, asiendelee kuwepo kazini. Kwa hiyo tutaandaa utaratibu ili wewe ulipo, ukiwa kwenye kiju chako cha bodaboda unafanya shughuli zako sokoni, unaweza ukatumia simu yako kuwasiliana na sisi, na hiyo itatusaidia ili ita tupate taarifa zote maeneo yetu ya Tanzania, ili tuweze kufuatilia masuala ya vijana.